Najikumbusha hotuba ya kwanza ya Baba wa Taifa kwa taifa letu tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka sitini na moja ambapo aliliambia taifa kwamba maadui wakuu wa nchi wa yetu ni ujinga, maradhi na umasikini. Ujinga, maradhi na umasikini, na haya ndio mambo ambayo anaendelea kuwa maadui wakuu wa nchi wa yetu, bado tunahakikisha kwamba tunawakabili maadui hawa kwa nguvu zenye zote. Ndiyo maana kwe kwe dira ya rais wetu Samia Suluhu Hassan imekuwa ikijielekeza katika kwanza kuendelea kwena nchi yetu kuwa huru, kuendelea kuelimisha vijana wetu, kuendelea kuimarisha huduma za afya, lakini vilevile kujenga uchumi wetu, akijielekeza kwenye mambo ya msingi na maadui wa taifa letu ujinga, maradhi na umaskini. Katika viongozi ambao wamepiga vizuri vitaki, katika viongozi ambao wameonyesha kwa vitendo kuuenzi na kuuthamini urithi wa baba wa taifa ni Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile Chama cha Mapinduzi kilichoasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere na wenzake, na chenyewe hakijatoka katika misingi ya kuanzishwa kwake ambayo inajali maendeleo ya watu na siyo maendeleo ya vitu. Na ndio maana leo tumeweza tukajinasibu kwa Watanzania kwamba tumeweza kusimamia